Uh, usianzishe kitu ambacho hauna uhakika nacho wakufikisha mwisho. Bora kunyamaza kwanza kuliko kila ukianza unaishia njiani. Ndiyo nasema na wewe ambaye ni bingwa wa kuacha watu, unapoanza jambo la uhakika na Mungu tambua, Mungu hawi mwaminifu kwa sehemu, bali Mungu ni mwaminifu toka mwanzo wa jambo hadi mwisho wa jambo. Hajawahi kuanzisha kitu akajitoa akaishia njiani. Lakini pia na wewe uliyeachwa, tambua hili, sio kila mahusiano yatakuingiza kwenye ndoa, sio kila kazi itakuingiza kwenye mafanikio unayoyataka. Mfano, hebu ziangalie timu za mpira. Haijalishi unaupako kiasi gani, wala haijalishi wewe ni msomi namna gani, lakini huwezi kukwepa kitu kinachoitwa kushindwa. Katika mahusiano, huwezi ukakwepa kitu kinachoitwa kuachwa kabisa hawezi ukawa makini kiasi cha kukwepa kuachwa au kukataliwa. Hata maombi pia hayaepushi hiyo, itatokea tu, kama sio kwako, basi kwa mwingine. Haijalishi utakuwa na bidii kubwa namna gani kujaribu kushikilia mahusiano yako wala haijalishi utakuwa bingwa kwa kujipendekeza namna gani kwa mwenzi wako, lakini kuna muda utaishia kwenye kitu kinachoitwa kuumizwa sana au kushindwa katika mahusiano. Na kushindwa kwenye mahusiano pia haimaanishi, e, unalaana. Hapana, wala haimaanishi ulikuwa huombei mahusiano yako. Hapana waa imanishi ulikuwa sio mtoaji wa sadaka hapana. Hata hao wanaofanya hivyo wanaachwa tena sana tu, lakini leo nataka ujifunze kuijua thamani yako na kukubali kuachana na mtu ambaye hampo kwenye uelekeo mmoja. Mahusiano hayajawekwa kwa namna ya kuyafia, tulipewa kuifia tu ndoa kama Kristo alivyolifia kanisa na kanisa limekufa katika mauti ya mwili wa Kristo, vivyo hivyo wanandoa wanatakiwa kuifia ndoa inapowapasa kufanya hivi. lakini si mahusiano. Sasa vijana wengi mahusiano ya kigoma wanaona kama ni dhambi au kama ni udhaifu. Hapana, kwenye mahusiano yaliyoshindikana kuna neema ya Mungu kubwa sana kukufundisha hekima ya kuishi na utakayekuwa naye kwenye ndoa, neema ya kukufanya ujitambue binafsi, pia neema ya kukufanya ukue na kupanuka kifikra. Yankini usingekutana na huyo ninja au usingekutana na huyo chimani, usingejua hasara ya kumwacha Mungu na kumtegemea mwanadamu, usingejua E, asala au namna ya kusamehe usingejua namna ya kuvumilia, usingejua namna ya kumchukulia mtu. Yamkini pia usinge, e, jua kutofautisha chema na kibovu, na usingekutana na huyo jamaa, usingekuwa unajua kwamba ndoa haiwezekani pia kwa baadhi ya watu. Zingatia. Usiwe bingwa wa kuwekeza nguvu zote kwenye kila mahusiano kabla hujajua vizuri, utaumia. Uwe na nidhamu, linda mwili wako na mipango yako, usimwamini mtu kwa haraka, usifanye vitu vya kudumu kwa mtu anayepita tu, kwa maana unayekutana naye si baba yako wala si mama yako. Punguza mihemko, sio kila mahusiano yatakupeleka kwenye ndoa, na hayo unayohisi yamekuumiza, yamefanya kazi kubwa sana kwa msaada wako wa baadaye. Usijaribu kumwombea mabaya aliyekuumiza au aliyekuacha. Usijaribu kubaki unalia na kumsagia meno mtoto wa watu, kisa kakuacha. Unafikiri Mungu atamuadhibu? Hapana tena. Inawezekana yeye akapata kibali zaidi, pamoja na kwamba unadai alikuumiza au alikukatili. Jifunze mchakato katika Kristo kwanza, inatosha. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua nani aambatane naye. Alidhani amekuelewa tu, baadaye akajua kumbe sivi alivyofikiria. Mwache aende tena, mwache aende kwa amani, hiyo ni haki yake kabisa. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Waliowategemea watu hadi wengine walipunguza maombi na ibada sababu ya mahusiani, laana inawatafuna sana. Wengine hudhani wakiolewa furaha yao itakuwa timilifu, wanawategemea wanadamu. Laana Inawatafuna. Hakuna nafuu. Tafuta nini? Mapenzi ya Mungu, kisha relax. Au kuumbwa ung'ang'anie watu, lakini uliumbwa usimame na Mungu. Hao wanaweza kukuacha lakini Mungu hawezi kukuacha, na usisahau, ukiwa na Mungu unaweza kupata kila kitu unachokitaka. Mpaka kufika hapa, mimi sina waziada tena. Posti wako mfarisayo Nineye kurepotia kutoka moja kwa moja kwenye chumba cha kuhifadhia gombo. Amani ya Yesu iwe juu yako. Shalom.